Huo ni ukweli kwamba mbinu imenisaidia kulazimisha eh? huo mradi kufanyiwa kazi na sasa barabara imeanza, tunapata barabara kwa hiyo, hakika unaposukuma jambo lako kwa namna nyingine, kwa sababu ukiwa kiongozi lazima uwe mbunifu. Wewe si tu kiongozi afu unakuwa kiongozi tu. Mimi nimeweza kuwa mbunifu, kwanza nimebuni sarakasi yenyewe, lakini kaipeleka pale bungeni, nikaonyesha lugha ya picha, nikapewa barabara. Kwa hiyo ni wazi kwamba ubunifu nao unamata kwenye maeneo yoyote. Pale mimi nilianza kusoma ngazi ya degree nilianza kwenye kwanza kabla sia mbunge kwenye chuo cha maendeleo na nchi, uh, Tengeru. Baadaye nikaenda kugombea ubunge, kwa hiyo nikaacha mwaka wa pili njiani, kwa sababu sikuweza kumaliza, lakini nilipoacha basi nikaamua kuingia open university kutokana na muda, kwa sababu pale uh, mundu nani uh, Tengeru nitakiwa kwa kukaa chuo na niwe ndani ya chuo, lakini baadaye uh, nikaamua kujiunga na Open University, yani chuo kikuu huria. Baada ya kujiunga na chuo kikuu huria, basi nika nikaanza mwaka 2019. Lakini nilifika 20 nikaingia kwenye uchaguzi. Kwa hiyo nikaona mbona mm, ili somo sio lenyewe nikabasha somo. Ah, kwa hiyo nikasoma kitu kinachoitwa utawala wa rasilimali watu, maendeleo utawala wa rasilimali watu au tunasema human resource management. Kwayo, aa, kwa hiyo ah, niliendelea kwenda taratibu na kila mwaka anafanya mitihani michache mpaka nikumaliza mwaka jana, yani mwaka huu wa masomo kwa maana hiyo basi. Uh, na kadiri nilivyokuwa na kwenda nilikuwa nitahidi kuhakikisha kwamba nafanya vizuri. Ni wakati mwingine sio rahisi sana kusoma wakati unafanya kazi za wananchi, hasa kazi za ubunge. Mara kuna wakati mwingine unatakiwa uende mahali fulani, wakati mwingine uwe na vikao, lakini wakati mwingine wanakuja wakubwa zako, lazima ukawapokee uka, uka, uka, na wakati, wakati, wakati wa ofisi. Kwa hiyo ilitakiwa nipange muda wangu mzuri wa kufanya masomo haya na kuweza kuhitimu. Nasoma kwa sababu kusoma kwenye Open University nataka msuli wako peke yako hakuna mahali popote unasaidiwa na yeyote, kwa sababu hata unaibia unaibia wapi? Kwa sababu mnapangwa um, hamjuani masomo na masomo hayafanani. Kwa hiyo ni wazi kwamba unapoingia unafanya mtihani wako mwenyewe na wewe unachulingana pale, unaangalia muda na masomo uliopewa, basi unayafanya vizuri unamaliza. Lakini wakati mwingine unakuta uh, unashindwa kufanya mtihani kutokana na kwamba muda wenyewe unashindwa kuwai, ratiba zinakuwa ngumu. Kwa hiyo hii inakufanya uende muda mwingi kusoma uh, digrii ya kwanza. Bado na ndoto, bado na ndoto ya kusoma na bado naendelea kutumikia wananchi kwa sababu saizi sasa ni kwenye master na nimesha peleka kitu kinachoitwa eh, assignment ya kwanza nimesha nimesha peleka. Kwa hiyo ni wazi nitaendelea kuwa nafanya eh, shughuli za siasa, lakini wakati unaendelea kusoma kwa sababu kusoma, eh, wako wengine wanajidai kwamba, eh, usiposoma huwezi kufanya shughuli ya ubunge. Hapana, na labda ukiona kazi huwezi kusoma, sio kweli

Nilipokabidhiwa nafasi hii ya kuongoza watu wa Mbulu, lazima kutumia rasilimali, lazima kutumia watu ili kuwapatia maendeleo. Katika chuo chetu tunahudumia watu wakubwa wakubwa wenye vyeo. Anakuja kiongozi ambaye kwa nafasi ya cheo chake ana yukwa entitled yu kutembea na pastori. Sasa akiamua kuonyesha ukuu wake kwa mfano tu akaitoa bastola yake akaiweka pale mezani, halafu e, akaanza kufanya mtihani. Mimi utamsogelea hata kumkagua sio rahisi, lakini mheshimiwa mbunge alikuwa anakuja kama mtu wa kawaida. Kama hujaambiwa huwezi kutambua kuwa ni mheshimiwa mbunge, anafanya mitihani yake kama mtu wa kawaida. Kwa kweli, kwa hilo mimi ninamshukuru sana kwa sababu angefanya tofauti na hivyo tungepata wakati mgumu wa kushirikiana naye kama kiongozi wetu.